Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. E Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo Alhamisi njema iliyobarikiwa nawe. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mlinzi na kiongozi wetu. Umetulinda usiku kucha dhidi ya kila aina ya baya ambalo tunashindwa kuliona kwa nguvu zetu za kibinadamu. Umetulinda dhidi ya hatari zote za roho na mwili, na sasa ni siku hii njema iliyobarikiwa nawe bado tuko chini ya mwavuli wako wa upendo Bwana, bila nguvu yako kutuongoza siku nzima leo, hakika hatuwezi chochote. Tutahitaji nguvu na msaada wako, tutahitaji uongozi na utetezi wako, ili katika yote tunayofanya siku ya leo tupate kukupenda na kukupendeza. Bariki kazi ya mikono yetu, bariki kila mmoja ambaye tutakutana naye leo kwa upendo wako, Mungu. Leo tumeamka sisi salama, lakini wapo wengine ambao wameamka na matatizo mbalimbali tunakabidhi kwako wagonjwa, masikini, wajane, wagane, yatima, wafungwa, walemavu, wakimbizi, watoto, wazee na wale wote wenye shida na changamoto mbalimbali za kimaisha. Bwana, watunze wewe, waongoze wewe, wafariji wewe na tutumie sisi viumbe wako tusiostahili kwa ajili ya kusambaza amani na furaha wale wote walioikosa. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Na atakeni siku njema, na Mwenyezi Mungu atuongoze. Tumsifu Yesu Kristo.